Leo tutamalizia katika darasa hii kitenguzi cha mwisho. Anasema rahimahullahu taala, alashir, kitenguzi cha kumi na cha mwisho, al-i'radu an dinillah, ni mtu kuipuuza dini ya Allah subhanahu wa taala, la yataalamuhu, akawa hajifunzi hiyo dini ya, wala yaamalu bihi, wala haifanyii kazi.

Kisha akapuuza aya hizo za Allah subhanahu wa taala. Inna min almujrimina muntaqimun, hakika sisi ni wenye kuadhibu watu waovu. Katika uovu ni kuifanyia i'rad dini ya Allah subhanahu wa taala, kuipuuza dini ya Allah subhanahu wa taala ta na hapa, katika maelezo ya Sheikh rahimahullahu taala amebainisha aina ya kuipuuza dini Aliposema la yataalamuhu wala yamalu ya bihi, hajifunzi hiyo dini wala haifanyi kazi kwao. Tunajifunza hapa, kuto kujifunza dini ni kuipuuza, kwa sababu unakuwa huitaki, hutaki kuijua, kunakuwa umeipuuza. wala yamalu ya bihi na wala haifanyii kazi kwa. Kuto kuifanyia kazi dini pia ni kuipuuza, na jambo la kuipuuza dini ni jambo hatari na ni kitenguzi ambacho kinautengua Uislamu wa mtu. Tutafahamiana. Waman azlamu mimman dhukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna min almujrimina muntaqimun. Kwa hiyo watu wachukue tahadhari ya kuipuuza dini yao, wajitahidi kuisoma na kuifanyia kazi ili wasiwe ni miongoni mwa wenye kuipuuza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna dhalim zaidi, hakuna dhalim zaidi mtu um, mbaya zaidi kuliko ni yule ambaye anaipuuza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, akawa anakumbushwa lakini hakumbushiki, ananasihiwa hanasihiki akawabize na mambo yake. Anapaswa kila mtu kupangilia mambo yake eh, ili apate muda wa dini yake, muda wa Mola wake, lakini pia apate sehemu ya muda wa kutafuta riziki kwa ajili ya yeye na familia yake.